Na msemaji, tuangazie taarifa ambazo zilipewa kipaumbele hapo jana, ambapo pia mchuuzi aliyepigwa risasi na polisi katikati ya jiji la Nairobi anaendelea kupokea matibabu katika hospitali ya kitaifa ya Kenyatta. Familia yake baada kumte mbele, ya kumtembelea hapo jana katika chumba cha ICU katika hospitali humo ilieleza eleza kuwa Boniface Mwangi Kariuki yuko katika hali mahututi. Usimamizi wa hospitali ya Kenyatta nao ulisema kwa madaktari wanafanya kila wawezalo ili kuokoa maisha ya Kariuki baada ya kumfanyia upasuaji kwa saa mbili. Umekuwa ni wakati mgumu kwa John Kariuki Nyambura, babake Boniface Mwangi Kariuki, mchuuzi aliyepigwa risasi na afisa wa polisi katikati mwa jiji la Nairobi siku ya Jumanne. John hajaondoka hospitalini hapa tangu usiku wa jana, muda mchache alipopokea taarifa hizo za kusikitisha ambazo zilimpa hofu tele. Taarifa alizopokea ni kwamba mwanawe alikuwa amefariki. Juu nilikuja jioni kitu saa, saa ine nika, kuna mtu alinipigia juu walikuwa wamesema ati yamekufa. Lakini ni hadi asubuhi alipopata taarifa kamili na kumwona mwanawe ambaye amelazwa katika chumba cha ICU akipigania maisha yake. Vile wengine wamekuja ndio wameweza kunisaidia, tukaenda kuuliza uliza, ndio tukaambiwa kuna wawili hawana majina. Lakini sasa nitaenda niangalie wote wawili. Kaangalia wote wawili nikaona mmoja nikaona ni yeye ilikuwa ni, ye. Ni afueni kumpata mwanawe wa miaka ishirini na miwili akiwa anapumua, lakini hali mbaya aliyoko inampa wasiwasi. Ako sawa lakini sio, siwezi sema sana juu hiyo ni mashine na, na naona anapiga roho sasa, lakini at least nimerudishwa, nimerudi, nimekuwa na imani kidogo juu sio vile nilikuwa nafikiria na vile watu walikuwa wamesema. Usimamizi wa KNH unasema unafanya kile wawezalo kuokoa wa maisha yake. Ameshafanyiwa upasuaji na iko katika hali sasa hivi ambayo ni afadhali kuliko jinsi alipofika. E, ni wakati muhimu sasa ambao tunakumbana nayo. Ni vigumu kusema kwa sasa jinsi mambo yatakavyotokea, kwa hivyo tutahitaji muda ili tuweze kutathmini hali yake, kulingana na KNH. Ganda la risasi lilitolewa kichwani mwa Boniface baada ya upasuaji huku watu wa wengine saba wakiendelea kutibiwa hospitalini humo. Kupigwa risasi kwa Boniface Mwangi kumezua hasira kitaifa na kuchochea uchunguzi upya wa mtindo na utovu wa nidhamu wa mara kwa mara miongoni mwa maafisa wa polisi. Familia yake na Wakenya kwa jumla wanataka haki na uwajibikaji wa polisi husika. Ben Kirui, Runinga ya Citizen, Nairobi.